Naam, hali gani? Na huu ni wakati sahihi kabisa wa kuweza kupata na kufahamu yale yote yaliyojiri katika jamii leo, na katika mtandao wetu wa JamiiForums. Mimi ni Hasna Ali. Mimi ni Ramadhan Goda. Tuanzie huko kaskazini mashariki mwa Tanzania na si kwingineko, bali ni mkoani Tanga ambapo tunakutana na habari ya tanzia miili ya watu kumi na mbili yaopolewa baada ya boti kuzama usiku wa kuamkia leo. Na miili ya watu takribani kumi na mbili imeopolewa kutoka bahari ya Hindi mkoani Tanga baada ya boti iliyokuwa ikitoka Tanga kwenda kisiwani Pemba kuzama usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, tunaambiwa kwamba zoezi la kutafuta miili linaendelea ambapo mpaka sasa idadi ya watu ambao tayari wamekusha okolewa ni 27 katika takwimu kuhusiana na kata kata gusena, habari hii maoni zaidi ya elfu 35 asilimia 56 wamesikitishwa na kutoa pole, na huku asilimia 44 wameikumbusha serikali kuwajali wahanga. Kwa upande wa maoni yanayefungua ni Zawadi Ngoda anasema kwamba pole uh, kwa ndugu na jamaa wote wawafiwa, Mungu awalazie pahala pema peponi. Kwa taifa ni wakati wa kujifunza, si kujikita katika ajali za barabarani majini, pia kuna hitaji mkakati mpya. Naam, Bila Mungu naye anasema RIP wapendwa wetu. Kwa hili serikali itambue uwepo wa majanga na itoe misaada, sio bla bla na kuacha wananchi wabebe misalaba yao wenyewe. Hivyo ndivyo tunavyohitimisha habari yetu ya kwanza. Mungu walaze eh, mahala pema peponi roho za walio poteza maisha wote. Ujenzi wa bomba la mafuta la Uganda Tanzania kuanza mapema mwaka huu. Serikali ya Tanzania na ile ya Uganda kwa pamoja zapokea usanifu wa kihandisi wa mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima mpaka Tanga. Naam na, na tunaambiwa kwamba bomba hilo linakadiriwa kuwa na urefu wa kilomita 1450 na ujenzi wake unatarajiwa kuanza kufanyika mapema mwaka huu na utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 3.55. Maoni zaidi ya elfu kumi, asilimia 60 wamefurahishwa na mradi huu huku asilimia 40 nao wakibeza kuwa miradi hii haiwanufaishi walalahoi. Hiyo ni kwa upande wa takwimu, tukaangalia kwa upande wa maoni, tukianza naye Njozi wanasema kwamba neema yaja, serikali iingie mkataba mnono na kwa manufaa ya wananchi, hasa wa hali ya chini, wasishie kuona bomba tu. Negaz naye anasema hakuna jipya, tuliyeaminishwa dhahabu zitatutajirisha tukaja makaa ya mawe, gesi, lakini bado gharama za maisha ziko juu, hakuna unafuu wowote umeme, maji, hata hayo mafuta yenyewe. Ndivyo kwa upande wake anavyosema, na anatupeleka kwenda kuangalia kipengele cha hoja siku hii leo, hoja yenyewe ikisema namna mchezo wa kubet unavyofanana na matumizi ya madawa ya kulevya. Naam, hoja yaendelea na kusema madawa ya kulevya ni addictive, yaani uraibu, kwa sababu mtumiaji anapotumia kwa mara ya kwanza kuna raha kubwa anaipata, hivyo utarudia tena kuitafuta ile raha, lakini hatoipata kama ile ya mwanzo, hivyo ataongeza dozi kila mara akijaribu kuitafuta na kuirudiarudia hadi anaharibikiwa kabisa na kwenye kupeti sasa, nako kunaleta furaha kubwa sana, endapo yule anaye bet atafanikiwa kupata uh, utabiri wake na kushinda fedha nyingi. Ule mshawasha wa kusubiria matokeo na kisha utabiri wake kutimia kunaleta msisimko mkubwa, kwa kuwa e, saikolojia yake imeshaathirika. uh -huh. yeye anajua atashinda tena kesho. Asiposhinda yuko tayari hata kukopa ili arudishe fedha yake. Mwendo unakuwa hivyo hivyo, kushinda, kushindwa. Mwisho wake anaweza kuuza hata mali zake, ili mradi apate fedha ya kwenda kuchezea kamari. Naam, na hivyo ambavyo anamalizia na yes, kusema li, liwa Mm, hatari kweli kweli. Kwa upande wa takwimu maoni, maoni zaidi ya 2700 e, na asilimia 50 yani, nusu wameunga mkono huku nusu wakiwa wamepinga na kutupia lawama kwa wanaoshindwa kujidhibiti. Baadhi ya maoni ya wadau, Saida ta amechangia na kusema ni kweli na hili ni tatizo kubwa. Nchi zetu masikini tunaiga starehe za nchi zilizoendelea huku tukidumaza akili za vijana kwa sababu tu serikali inapata kodi. Mazigazi uh, mzigaziga Hatari kulikwele anasema kwamba kubeti kuna raha yake, ni sehemu ya burudani pia. Mimi sijaona ubaya wake kama mchezaji atafanya kwa kiasi. Hatari kulikwele nyewe, mtoto anakuambia mida ya kubeti masela, mida ya kubeti na hapo ndipo naofikia tamati ya jamii leo kwa siku hii leo. Mimi naitwa Ramadhan Goda, na mimi ni Hasnali Ili, uh, basi usiache kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Wewe andika JamiiForums utapata kile ambacho unachokihitaji tukutakie wakati mwema. mm -hmm.